Wanamwita Yesu, tunamwita Nabi Isa. Swali hivi, aliwahi kuwa mkristo na aliwahi kusali kanisani? Sikiliza haya maneno, Yesu hakuwa mkristo. Jumla makanisa yote, hakuna kanisa hata moja ambao Yesu amewahi kuingia kusali hata moja, kwa sababu yalikuwa hayako. Wanasema ndio, unajua Biblia mjui ha, wewe mzao wako. Yesu siakuwa na sala, alikuwa anakwenda kwa sinagogi. Sinagogi sio kanisa. Soma kasua Biblia, sinagogi ni msikiti. dini mbili kuabudu, anatumia nat msikiti. dini mbili, muislamu anatumia msikiti na myahudi anatumia msikiti, mkristo ndio anatumia kanisa. Kwa Yesu hakusali kanisana moja, alisali msikitini. sinagogi ni msikiti. lengo ni kukumbushana na siku tukanana. hayo sio maneno yangu, kasema mzee wa upako. sikiliza hii Qur'ani. Na qultu lahum illa ma <ille>...

Sisi hatuna shaka na aliyoyasema. Ukitaka kupinga pinga, kwa hoja, mlango wa maoni uko wazi, comment hapo chini below. Sijafunga comment session, na huu ni ukumbusho humfaa yule ambaye ameamini. Kama hujaamini, utaniona napiga makelele tu na bwabwaja, wala huwezi kuelewa kinachoendelea. Usiache kunifollow, share kwa kila mpendaye. Asante.